Kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga amesema kuwa chama hicho hakina nia ya kuchukua kiti cha naibu rais katika mazungumzo yanayoendelea ya kutafuta ushirikiano wa kisiasa na UDA kwenye uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza kwenye utoaji wa fedha kwa vijana chini ya mpango wa NYOTA huko Kisumu, Oburu alisema lengo la ODM ni kupata nafasi zenye mshiko kwenye serikali ijayo. Aidha, Rais Ruto, ambaye aliongoza hafla hiyo, alisema ushirikiano wao utaleta usawa humu nchini. ya chama cha UDA na chama cha chungwa inaendelea kuzua msisimko na mihemko miongoni mwa wanachama wa vyama hivyo huku vinara wake Rais William Ruto na Oburu Oginga wakiendeleza ushirikiano. <tune> Akizungumza huko Kisumu na hodha wa chungwa, Daktari Oburu Oginga alimfuta kijasho naibu rais Profesa Kithure Kindiki kwa kumhakikishia kuwa wanachungwa hawakimezei mate wala kukilanga kiti alichokikalia cha naibu rais, huku mazungumzo na chama cha UDA kuhusu uundaji wa serikali ijayo ya kinoga. We are not going to look for less. Lakini deputy president, usifikirie ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, but as we negotiate, uh, we are going to negotiate what our people deserve. Kinara huyo wa chama cha chungwa akisisitiza kwamba chama chake kinalenga nafasi zaidi serikalini, mbali na wizara ya fedha, tawi, madini na biashara ndogo ambazo kinashikilia katika serikali ya sasa. Sure. Rais William Ruto, ambaye aliambatana na kinara Oginga kwenye hafla maalum ya usambazaji wa pesa za mtaji wa biashara chini ya mpango wa hazina ya NYOTA, akiapa kuendeleza ushirikiano na chama chake UDA na chungwa kwa lengo la kushinda uchaguzi ujao. We are transforming this nation one step at a time. Na mambo itabadilika, Kenya itabadilika, na tutasonga mbele kwa pamoja. tulikuwa UDA But with the ODM family, the country is stronger, the country is more stable. Ati sasa watu waende maandamano, sisi wi tunawaambia, we are not boarding. Tuko pamoja, mbele tunaenda, nyuma turudi, nyasaye mono gwedhu anamor kodu vinara hao wa uda na odm wakikejeli msimamo wa umoja wa upinzani kuhusu maendeleo ya taifa we want to tell the rudderless the leaderless the agendaless the planless opposition that you are an opposition without alternative i don't see them campaigning anywhere ndio in, in wanazunguka hapo lakini rais anazunguka kila mahali Kenya. Viongozi wa ODM na UDA wakiapa kuendeleza ushirikiano wao huku mazungumzo kuhusu undaji wa muungano maalum yakiendelea. Seth Olale, runinga ya Citizen.